Ama wakaongea maswala ambayo yanaweza yakapeleka kanisa watu wa Mungu jahanamu. Isaya 94, Isaya 94 aya yake ishirini. Maandiko yanasema hivi, hebu sikiliza. Isaya 94 aya yake ishirini, ni kitabu kinaitwa Zaburi. Samahani, ni kitabu kinaitwa Zaburi 94, aya yake ni ishirini. Maandiko matakatifu yanasema hivi, nasoma version ya Kimombo, utaniwia turadhi. Inasema hivi, inasema Shall the throne of iniquity have fellowship with which free made mischief by a law. Napenda Kiswahili katika aya hii kinasema je, kiti cha udhalim kishirikiane nawe kitungacho madhara kwa ajili ya sheria. Ni aya ya 94 20 ishirini kitabu cha Zaburi. Mtumishi wa Bwana na shangaa aje, kiti cha Bwana, kiti cha utakatifu kikae pamoja na kiti cha Shetani, huku wakiwa na ajenda moja ya kubadilisha sheria ya Bwana haiwezekani hata mtumishi wa bwana Isaya anashangaa, na ndiyo maana anauliza, anaanza kwa kuuliza swali. Je, unaposikia je hilo ni swali? Okay. Inamalizia kwa swali je, je kiti cha udhalimu je, kiti cha udhalimu kishirikiane nawe? Ni swali. Hata ukiangalia aya hiyo, mwisho wake, tisini na nne ishirini, mwisho wake Inakuwekea alama ya kiulizi. Mtumishi wa Bwana alishangaa, aliuliza kama swali aya hii. Ukweli ni kwamba haiwezekani, haiwezekani kabisa, watu wa Bwana kushirikiana na uongo, watu wa Bwana kukaa meza moja wakijadili maswala ya kidini, jinsi dini zitakavyounganishwa. Haiwezekani eh, haiwezekani kabisa. Swala hili ni swala la kitu kinaitwa compromisation. Hebu sikiliza mtumishi wa Bwana katika kitabu kinaitwa the great controversy, anasema basi, kama kutakuwa na umoja ama mapatano kati ya watu wa Mungu na dunia, kati ya watu wa Bwana na watu wa pagani, kati ya watu wa Bwana na, wa wa, na, na watu wa Babeli eh, wa, papasi, eh. Bona anasema anasema hivi katika kitabu kinaitwa Great Controversy. Hard copy hii hapa ndio tunasoma page 240, anasema hivi the union of the church with the state be the degree never so slight, while it may appear to bring the world nearer to the church, does in reality but bring church never Ah, but bring church nearer to the world. Anasema hivi, nikijaribu kutafsiri kwa lugha ya Kiswahili, anasema hivi, muunganiko wa kanisa na serikali. Nakumbuka tunapozungumza muunganiko wa kanisa na serikali, kanisa, kanisa la kipapa katika ngazi za juu ambaye analiongoza Pope yeye ni kiongozi wa dini na yeye pia ni kiongozi wa serikali. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu ngazi juu anayeongoza kanisa la Rumi, tunazungumza kiongozi wa dini na pia tunazungumzia kiongozi ambaye anaongoza serikali. Kwa hivyo, mama hote alipoliona jambo hili akajiuliza swali akajiuliza je, muunganiko wa kanisa na serikali? Kanisa na serikali, church and the state. Anasema the decree never saw slide, alafu anasema while it may appear to bring the world nearer to the church. Muunganiko huu wa kanisa na serikali, si ya kwamba utavuruta dunia kuileta kanisani bali unavuruta kanisa kuipeleka katika dunia. Ole wetu, anasema hivyo ya kwamba sisi tunapounganika na serikali eh, kama tulivyoona gano, ndio akiunganika na kiongozi wa kanisa la Rumi. Eh, ganondeo pa kiunganika na kiongozi wa, wa serikali katika makao makuu Vatican. Swala hili si kwamba linajaribu kuvuta kanisa, aa, linajaribu kuvuta dunia katika kanisa bali linatoa kanisa katika hali utakatifu wake na kuupeleka katika dunia. Nilishangaa sana kusikiliza kiongozi mmoja kiongozi huyu ni vice president katika ngazi za juu za General Conference akizungumza, anaitwa anaitwa Pastor Mbona, akizungumza katika congress moja ya 2024 katika mji wa Tanzania, ilikuwa inaitwa the PKS conference. Uh, the PKS congress ama pastor's kids congress 2024 na mmoja tu akamuuliza swali, je, yaweza kuwa ni halali ya kwamba kuna wawakilishi wa kanisa katika sehemu za juu za Vatican? Na hakukana, alisema ndio, kuna wawakilishi wa kanisa ambao wako katika Vatican. Kusudi la hao watu si kwamba wako na nia mbaya juu yao bali watu hao ni wapelelezi wanaposikia, maneno ambayo yanapangwa kule Vatican, wanakuja upesi na kujulisha kanisa, ili kanisa liweze kuwa makini. Nadhani kuna mahali sawa a, kuna mahali hatuendi sawa, kuna mahali tumepoteza mwelekeo, kuna mahali tumepinda, tumepita jia ya mkato, kwa sababu malengo ya Bwana si hayo. Bwana hana watu, hataki watu wakae Babeli, anataka watu watoke Babeli. kumi na nane na aya ya nne anasema kama come out of my people. Mungu anataka watu wake watoke Babeli. Sijashawishika ni kwa jinsi ya namna gani watu wa Bwana, kanisa la Mungu linaweza likawa na spies kule Babeli. sijaona ijashawishika kama basi kuna aya ndani ya yaronabi ama Bilia, mimi ningetaka tu kuiona, kwa sababu jambo hilo si saw na utakatifu, si sawia na utakatifu. Inaitwa inaitwaanama hmm? Anasema hivi anasema hivi hmm. Ni katika kitabu

the regulations governing the worship and that men are not at liberty to add or distract them. Kwa hivyo Bwana inasema the reason that God has in his world established the regulations governing the worship. Kuba Bwana hakuliacha kanisa lake tu hivyo. Ako tu na mikakati ama ako tu na mambo ambayo ameyaweka ili kuyaelekeza kanisa lake sawia. Mambo kama hayo ni yapi? Ukisoma Biblia, kitabu kinaitwa kitabu kinaitwa Wakorintho wa kwanza, kitabu kinaitwa Wakorintho wa kwanza, kwa sababu Roho Nabii page 370 imetuambia ya kwamba Bwana ameweka mikakati katika masuala ya ibada. Sasa anasema hivi, masuala hayo ndio haya Ati kitabu kinaitwa wa Korintho wa kwanza ndio nakimbia upesi tuweze kusoma pamoja, anasema hivi. Wa Korintho wa kwanza, samahani, wa Korintho wa pili, si wa kwanza, ni wa Korintho wa pili, inasema hivi, sita na aya yake nataka nisome 16 na nisome na 17. Na tena nataka nisome hiyo sita na kumi na nne nikimalizia, nataka nianze Wakorintho, Wakorintho wa pili, samahani, sita wa pili, sita kumi na nne kumi na sita na kumi na saba lakini nataka nianze, inasema inasema hivi and what agreement had the temple of God with idols? For the, ye are the temple of the living God, as hath said, I will dwell in them and walk in them. I will be their God and they shall be my people. Alafu kumi na saba anasema wherefore, come out among them. Bwana anasema hivi, wa korintho wa pili sita kumi na saba, anasema hivi wherefore, come out from them. sijaona kabisa jinsi tunavyoweza kuwa tumeunganika na Rumi, kanisa la Bwana likiwa lina mapatano na system ya kipapa sijaelewa. Ni juzi tu wamesema, nakumbuka na nukuu maneno ya gano ndio pakisema, ya kwamba kanisa la Rumi limebadilika, eh, limebadilisha tabia na mienendo yake hata watu wale si wabaya, sasa hivi ni watu wameokoka tena. Nashangaa, je, papa aweza kubadili tabia yake? System hii ya kipapa yaweza kuishi katika hali ya utakatifu? Haiwezekani. Bwana anasema watu wake watoke huko, wasiwe na mapatano na huko, na ndio maana wa Korintho wa pili 6:17 inasema, wherefore come out from them and be separate saith the Lord, saith the Lord. Ni Bwana amesema, and be separate, tutoke huko, na baada ya kutoka huko tukae tukiwa uh, tukiwa mahali kando, tukiwa mahali pembeni, na tusiweze kuunganika tena na system za kirumi tusiweze kuunganika tena na system za kipapa. Wacha nikwambie rafiki mpendwa, hata kama utawenda kutetea haki za kuabudu, inaitwa the religious liberty, ukweli ni kwamba yule pope, hiyo system ya papasi haiwezi ikatafuta haki, haiwezi ikatafuta utaua. Huo ndio ukweli. Huwezi ukaleta system ya kipapa ndani ya kanisa. Ni rahisi sana system hiyo ya kipapa ikakung'oa ndani ya kanisa na ukajipata wewe si mkristo tena. Sikiliza, je, chui aweza kubadili madoa yake? Hawezi. Hivyo ndivyo ilivyo system ya kipapa, haiwezi ikaweza kubadili tabia zake. Mtumishi wa Bwana. Kuna kitu alizungumzia Yeremia. Yeremia anasema hivi, 13 Yeremia 13 na aya ya 23. Anasema can the Ethiopian change his skin? Alafu anasema all the leopard his spots? Ni Bwana anauliza swali. Je, chui aweza kubadili madoa doa yake? Haiwezi. Anasema then may also do good ili waweza kufanya yaliyo mema. Obvious, tunajua system za kipapa, kazi zake agenda zake ni kufanya kinyume na yaliyo mapenzi ya Bwana. Ni kukaa wakizungumza dhidi ya Kristo na watakatifu wake, eh? Ni kukaa na kujiuliza ni vipi wataweza kubadili sheria na majira kila mara, kila usiku, kila mchana, wanakawa wakijiuliza watapataje kufaulu juu ya Bwana na masihi wake. Hawezi akabadili tabia zake. Mtumishi wa Bwana Yeremaya anasema hawezi akafanya yaliyo mema kamwe. Hawezi, hawezi, hawezi. Watu wa Bwana, mambo kama haya yanapofanyika yanapoibuka, yanapo basi, tunafaa kufanya nini? kumi na moja, aya yake ya tatu. Kitabu kinaitwa Zaburi. Mtumishi wa Bwana Daudi anajiuliza swali, anasema je, mis, kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Watu wa Bwana, kanisa la Mungu limeasi misingi yake, limeasi hata sheria Bwana alizoziweka, limekiuka ahadi lililoweza kufanya na mume wake. Sasa watu wa Bwana watafanya nini? Ni kitabu kinaitwa Zaburi kumi na moja na aya yake ya tatu, inasema hivi, nataka nisome Anasema if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Kiswahili nakipenda sana kinasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kuna watu wanasema ndio kanisa limeasi, lakini watu wa Mungu wakae tu huko, wakae tu ndani ya hilo kanisa limeasi. Na ndio maana mimi sijakubaliana na watu hao na sijakataa A, maosia yao sijakataa, maadili wanayotoa ya kwamba watu wasitoke kanisani ingawa limeasi wakae, sijakataa. Lakini mtumishi wa Bwana Daudi anakuna, kuna swali anauliza, anauliza, kama misingi imeharibika ndani ya kanisa imeharibiwa kweli, wanaotafuta haki, wanaotafuta utaua, wanaotafuta kuishi kama Kristo, basi watafanya nini? Watafanya nini? Nataka niweze kukupatia suruhisho tu moja, rafiki mpendwa. Wenda hata ukihubiri the present truth, kama tunayohubiri wakati wa sasa, ukaondolewa katika rekodi za kanisa, jina lako likafutwa, na ushirika wako usionekane tena, lakini si jambo la kuogofia. Jambo tu unafaa kuliogopa kulio ni je, nafanya yaliyo matakwa ya, ya Bwana? Je, mimi ni mwaminifu kwa licho kisema? mimi ni mwaminifu madamu, tunafaa kuwa waaminifu kwa Bwana kila wakati, kila wakati tunafaa kuwa sisi ni waja waaminifu. Kwa sasa ukihubiri habari za health reform ambazo zilikuwa zinahubiriwa na kushikwa wakati wa zamani, kwa wakati wa sasa unafukuzwa, unaondolewa. Kwa sasa hivi kanisani ukihubiri dress reform mm, unaondolewa, unang'olewa, unafanya watu watoke ndani ya kanisa. Wacha watu waishi wapendavyo ndani ya kanisa, hayo si maasi ya Bwana. Hayo si maasi ya Bwana, hayo ni maasi ya Shetani yakitumia mawakala wake. Ukisoma kitabu kinaitwa uh, SD Bible Commentary volume 7 page 963, na page 967, mtumishi wa Bwana anasema hivi, yani ndani ya kanisa, anasema ni wazi, ndani ya kanisa Shetani yako na mawakala wake. Hey, wapo ndani ya kanisa mawakala wake, ambao anawatumia kuzungumza atakavyo, at, at, at, at, kuzungumza apendavyo. Ndiyo maana ukisikia jumbe kama hizo, hawa si mawakala wa Bwana. Mawakala wa Bwana wanafanya hivi, mawakala wa Bwana wanafanya hivi. Kitu cha kwanza hawakubaliani na dhambi bali wanakemea dhambi. Sikiliza, mawakala wa bwana wanafanya nini ndani ya kanisa? Ni kitabu kinaitwa Timotheo, Timotheo wa kwanza, ni Timotheo wa kwanza anasema hivi. Timotheo wa kwanza tano aya yake nataka niweze kusoma ya ishirini ya 20 anasema hivi. Timotheo wa kwanza tano aya 20 anasema Them that sin rebuke before all that others may also may fear. Inasema them that sin rebuke before all that others also may fear. Kanuni ya Bwana ni kukemea dhambi, si ku compromise na dhambi, si kuunganika na dhambi. Watu wa Bwana ni hao, wanakemea dhambi wala si kuunganika na dhambi imesoma, na ni wazi, Timotheo wa kwanza tano ayake ishirini Rafiki mpendwa, nataka kwa sababu muda umekimbia sana, na sitaki niweze kuchukua muda mrefu nikufunge, huenda kufanya kazi zako, niruhusu tu tuweze kufikisha fundisho leo letu la leo hapo. Mungu akitujalia, tuweze kupatana tena kesho, makusudi tuzidi kuchimba na kuangalia pendavyo Kristo Yesu na kufanya yaliyo maasia yake, yaliyo mapenzi yake siku zote. Hivyo ndivyo alivyo tuagiza tuweze kufanya. Basi tuombe, na kabla tuombe Usisahau kutufuatilia katika channel ya Behold He Cometh. Hapo tutazidi kujifundisha mambo mengi huku ninapokuletea vipindi vya unabii katika msururu ambao unasema Watchman what of the Night ama katika mada inayosema Mlinzi habari gani za usiku? Watchman, what of the Night. Mungu akipenda tupatane kesho. Hebu tuombe. Uhimidiwe sana Mungu na mfalme wetu ishie mahali pa juu. Imependeza wakati huu kuzungumza na rafiki mpendwa msikilizaji anayetufuatia, mfalme wa ajabu, na kusihia kwamba ukaweze kumzuru ukaweze kutuma Roho wako Mtakatifu akamfunulie na kumfafanulia maneno magumu, maneno mazito ambayo tutakuwa tunasoma kila mara katika channel hii. Malengo yetu siku zote, Mfalme, ni kwamba tuzidi kukua katika kimo, tuzidi kukua katika tabia, tuzidi kukua katika hali zote za maisha makusudi tuzidi kuandalika, maanake ujio wako umekaribia hivi upesi. Tusaidie kufanyia wokovu wetu kazi maadamu kungali mchana, ni katika jina tukufu lake Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini, amina. Nakukaribisha tena siku ya kesho, asante.